Karibu tena katika darasa letu la malezi, na leo natamani tuzungumze juu ya aina nyingine ya malezi uh, inayoitwa malezi ya kutelekeza. Unajua Biblia inasema fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Hiyo ni Mithali 29 mstari wa 15. Inaonyesha jinsi ambavyo mwana anayeachiliwa humwaibisha mamaye, au watoto wanaotelekezwa huwaibisha wazazi wao. Sasa malezi ya kutelekeza ni aina ya malezi ambayo haina usimamizi wala haina mwongozo wa maisha ya mtoto na mzazi katika uh, eneo hili yaani, hajishughulishi kabisa na utunzaji wa mtoto na hajishughulishi kuhakikisha kwamba mtoto anakula, ni, anakula nini, anavaa nini, hali zake za kihisia, elimu na vitu vingine. Yaani baada tu ya mtoto kuzaliwa hutelekezwa, hakuna mtu ambaye anashughulika naye. Hii ni aina ya malezi ambayo, ambayo kwa kweli wako wazazi pia ambao wanafanya malezi. Sasa fahamu hali hii hupelekea watoto kuwa katika hali ambayo kwa kweli sio nzuri. Natamani ni kuonyeshe sifa za mzazi mwenye malezi ya kutelekeza. Aa, mzazi mwenye, sifa, mwenye, mwenye malezi ya kutelekeza mara nyingi haonyeshi upendo wowote kwa mtoto wake, yaani ajihusishi naye lakini pia sifa nyingine, ashughuliki kabisa na mahitaji ya kimwili ya kihisia ya mtoto wake. Yeye anajua tu kwamba mtoto ameshazaliwa, yeye atajua vile atakavyokuwa, lakini pia atoi usimamizi wowote wa kimwongoza. Unajua mzazi, mtoto anapozaliwa kuna vitu ambavyo Mungu ameviweka ndani yake, na kazi ya mzazi ni kuongoza zile hivyo vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yake, kuviongoza na kumsaidia mtoto aweze kukua katika eneo la kukomaa na, na vile vipawa na karama na nguvu ambayo Mungu ameweka ndani yake, tuweze kuona kwa, kwa ufanisi mkubwa sana. Hiyo ni moja kati ya kazi ya mzazi. Sasa, katika malezi ya kutelekeza, mzazi hajishughulishi na jambo lolote linalohusiana na mtoto, lakini pia hana muda wa kushughulika na mtoto wake, kumfuatilia, kumfuatilia mtoto anaendeleaje, hata katika eneo la elimu hana muda, lakini pia mzazi huyu hana muda wa na mazungumzo ya pamoja ya mtoto na kumjenga na kumsaidia. Lakini pia um, hawa wazazi wa aina hii ya malezi ya kutelekeza hawatoi kipaumbele kwa ustawi wa mtoto. Yeye atahakikisha kwamba anashughulika na mambo yake, lakini mtoto ameendaje, hawajishughulishi na eneo hili la mtoto. Sasa um, ziko athari ya malezi ya kutelekeza. Watoto waliolelewa katika mazingira ya malezi ya kutelekezwa mara nyingi sana um watoto hawa huwa katika ma mazingira ya kujipuza na hujiona kuwa duni, wenye huzuni, wenye wasiwasi yani, na wanakuwa katika hali ya ugumu wa kujithibiti hisia zao, maana hakuna ma mtu ambaye alikuwa anasimama na kuwasimamia. Lakini pia uh, watoto hawa wanaweza kupata shida wakati wanapotaka kuwa na mahusiano mazuri baadaye maishani. Uh, mfano anapotaka kuwa na mahusiano, kupata mke au mume, anapata shida kubwa sana maana hakuna mtu ambaye aliweza kukontrol kumsaidia au kumsaidia maisha yake aweze kufanya vizuri. Lakini kitu kingine ambacho hawa, wanapata wanakuwa bila wa, yani kadiri wanavyokuwa, kwa kuwa hawana udhibiti wowote wa, wanakuwa na maisha ya kujiachilia yani, anapofika sasa wakati ambapo anapaswa kujitegemea anakosa mwongozo. Unajua mzazi, nikwambie kitu kimoja, kadiri unavyofundisha mtoto wako kwa nguvu na kuwekeza vitu vyako ndani ya mtoto na kumfundisha katika nidhamu na tabia nzuri, unatengeneza mazingira ya si tu, huyu mtoto unamtengenezea mazingira mazuri, lakini unamjenga kihisia, unamjenga kimwili, unamjenga kiroho, lakini pia kijamii, anakuwa na uwezo ambao anaweza kusimama. Unajua mara nyingi sana tunapoona watu wengi waliofanikiwa wako, si, inawezekana ikawa sio wote, lakini wengi wao wamekutana na walezi ambao waliwalelea wakawajengea misingi mizuri. Sasa nikuambie, katika aina hii ya malezi ya kutelekeza watoto wanakuwa na athari nyingi sana. Ni vyema sana wazazi mlezi, hakikisha mtoto wako unakuwa naye asije akawa mzigo Biblia, kama ambavyo tumeona katika Biblia katika mithali ni vizuri mzazi kujiingiza na kuwa sehemu ya kuhakikisha kwamba mtoto anafanikiwa kukua vizuri na anafikia katika lengo ambalo Mungu amekusudia. Unajua Mungu amewekeza vitu vingi ndani ya maisha ya watoto wetu wapendwa wazazi. Na kazi yetu sisi wazazi ni kuhakikisha kwamba vinakuwa ni kuhakikisha kwamba tunawalea katika ile misingi ili vile vitu vyote vizuri ambavyo aa, Mungu amewekeza ndani yao tuweze kuviona ambapo tunapolea vizuri watoto wanatujivunia. Aa, wakati mwingine watoto wanatamani. Aa, wakati mwingine mtoto anapokuwa na ufahamu na akili anawaza hivi mzazi wangu alifanya nini? Sasa ili kuepuka mazingira hayo ni vizuri kila mzazi kusimama kwa uaminifu na kuachilia malezi yaliyo mazuri ili watoto wanapokuwa watu wazima wajisikie fahari kwamba wamekulia katika mazingira, wamepita katika mikono salama, na nafasi walio nayo, hali walio nayo, nguvu walio nayo, ni kwa sababu kuna mzazi amesimama kwa nguvu na kulea, na mtoto anajisikia fahari kwamba wazazi wangu walifanya kitu kikubwa sana. Kila mzazi, wapendwa wazazi, aa, watoto wetu ni fahari yetu, ile nguvu yao ni fahari yetu, na tunapolea kwa malengo na kulea vizuri, wanapokuwa watu wazima, hata nao wanatujivunia sisi wazazi kwamba kuna kitu tumekifanya. Ni kutie moyo, lea kwa kiwango ambacho unaachilia vitu vyote, unaweka nguvu ili mbele, kule mbele tuone kitu, tuone mtu ambaye kwa kweli ana sifa zote na amechukua vitu vingi na ana uwezo wa kufanya mambo makubwa kwa sababu amepita katika malezi yaliyo sahihi. Mungu akubariki.